Kana nyumbani kwa mafarao imekuwa ngumu kwa Simba kuondoka na matokeo tarajiwa kwa wengi, ambayo walikuwa wanahitaji ilikuwa ni sare, pengine kuto kuruhusu idadi kubwa ya mabao uh, idadi kubwa inaanzia mabao mawili Simba ameruhusu ndani ya uwanja uh, wa uh, Suez kanari hapo, uh, Ismailia. Dula heavyweight, tumezungumza mengi uh, pengine hili ulilitarajia pia uh, of course, unajua nili, nilisema katika interview zilizopita kwamba Uh, Almasri wanapokuwa nyumbani nafikiri watu kama walifuatilia wali ile interview watakuwa wanajua nilisema Almasri wanapokuwa nyumbani, eh, katika mechi zote za robo fainali wameweza kuondoka na mabao, wameweza kufunga mabao sio kuondoka na ushindi, wameweza kufunga mabao kwa sababu kuna mechi wameshawahi kusuluhu kwenye robo fainali eh, kwa hiyo wanapokuwa nyumbani automatically wanakuwa ni timu ambayo kwanza ina uhakika wa kuweza kufunga mabao ilifunga bao dhidi ya USM Alger mwaka 2018 ikaja ikafunga bao mabao mawili dhidi ya RS Berkane mwaka 2020 kwenye sare ya mabao mawili kwa mawili lakini imekuja pia imefunga bao mabao mawili pia katika mchezo wa robo finali pia dhidi ya RS Berkane mwaka 2022 mabao mawili wakashinda mabao mawili kwa moja inakuja inafunga tena mabao mawili dhidi ya Simba, lakini kwa safari hii Simba wanashindwa walau kupata kupata bao na ndio inakuwa timu ya pili kabla ile USM Alger ambayo wenyewe pia ilishindwa kupata bao mwaka mm. of course 2018, yani matokeo ambayo yanadisappoint kwa kwa, kwa kwa sisi wa Tanzania, umeelewa eh? Eh, hii sasa tunaweka mambo mengine mbali unajua eh? Utanzania kwanza. Utanzania kwanza. Utanzania kwanza mimi kama Mtanzania matokeo yamenidisappoint. Uzalendo. Of course na nimeumizwa na matokeo, nimeumizwa na matokeo matokeo afu hii mike mm. mbona umesogeza ume..., ume hapa, ha, hapa. hapa hivi hapa hivi We kwani Mike yeye kwa, eh, ukiweka kama hapa hivi si fresh hapa, eh, weka hapo unaona bwana. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo, ah, yeah ndo ndo of course mimi kama Mtanzania naumia mm. yeah of course mimi kama Mtanzania naumia kwa sababu mimi eh, natamani kuona timu ina progress kwenda mbele. mbele kwa sababu ya Utanzania ulizungumza yeah. mm. jana sana maneno yako nadhani leo watu wataanza kuyakumbusha risiti zinarudishwa, uh, kwamba mechi kubwa ni hii uh, almasiri kwa Simba Sports. Mchezo mingine imechezwa hapa ndani uh, na matokeo yake tumeyaona yamekwenda vizuri Simba. Uh, ilipelea ili, ili, ili, ili wapi kufanyia uh, assignment mapungufu ya mpinzani wake ili kupata magoli katika nafasi walizozitengeneza. Yeah of course, unajua ngoja niwaambie kitu ndugu zangu liko hivi, unajua kuna, kuna, kuna baadhi ya, ya, ya point inapofika unatakiwa tu urespect kile kitu ambacho mpinzani amekionyesha umeelewa? Kwa mfano, mi nitakupa mfano, umeona Abdirahim Bernom nimemzungumzia, nime mim hmm, sana, sana, sana, sana na watu wengi wamekuja wame pale wame, wameona wameview wame ile, ile kitu hmm, nikasema huyu Bernom hmm, hmm, ni mchezaji hatari anajua ni fundi vibaya mno, mm -hmm. Na of course leo amefunga bao la nje ya box. mm -hmm. Amefunga bao uh, la nje ya box, bao la umbali mrefu na katika mabao ambayo, katika vitu ambavyo mimi nilikuwa na review na nikawa nika natoa tahadhari, sikuwahi kusema kuhusiana na uh, swala la kufanya attempt nje ya box, lakini haimaanishi kwamba hawa walikuwa hawafungi mabao ya nje ya box, si naelewa? mm -hmm. Eh, kwa wanaofuatilia ligi ya nchini uh, Misri Egyptian Premier League watakuwa wanaelewa. Umeelewa? Kuna mchezo ambao ulichezwa tarehe 30 Oktoba ya mwaka 2024. Umeelewa? Dhidi ya Tela El Gaish ambao ndio ulikuwa mchezo wa kwanza wa msimu wa ligi, uh, Egyptian Premier League bao la nje ya boxi lilifungwa na bwana mmoja anaitwa Mahmud Hamada ambaye leo amecheza kwenye eneo eh, eh, la kiungo likawa ndio bao lao la kwanza la nje ya boxi msimu huu, lakini wakaja wakarudia tena bao ambao waliweza kulifunga tarehe 27 Februari mwaka 2025, e, walicheza katika mchezo ambao awa e, Al-Masri waliweza kuondoka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Smuha ambao mchezo ulichezwa katika Abuja la Arab laarab, e, na bao hilo liliweza e, pia kufungwa na Salah Muhsin assist kutoka kwa Abdirahim de Gnum ambao leo ndo amefunga amefunga bao, lakini kama hujui ni kwamba pia hili linakuwa ni bao la pili kwenye hatua ya robo finali kufungwa nje ya box wameshawahi kufunga nje ya box na mpira wa free kick ambao uliweza kupigwa eh, na Haitham Ayuni na eh, waliweza kupata bao la design hiyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikasema, mm, hiyo uh, sikuweza kutaja kusema ukweli kwamba wa protect zaidi, lakini nilimtaja mchezaji ambaye aliweza kufunga bao kwamba huyu ukimwacha, nilisema kabisa usimpe space kwa sababu mchezaji ambaye ana uhatari, huwezi ukajua anaamua nini kwa wakati, kwa sababu aliona kuna space ya kuweza kustrike, akastrike na of course ikawa bao. Kwa hiyo tafsiri ya haraka haraka ni kwamba ee, mchezaji kama huyo hakutakiwa kupewa space ya kuweza kufanya maamuzi ya, ya, ya kuamua ambacho amekiamua, umeelewa? yeah Lionel Ateba. Hmm. Uh, Jean Chelea-Wa. yeah uh, Yusuf Kagoma, Fabrice Lomba Ngoma uh, hawa wachezaji niliowacheza itoshe kusema hawakuwa na siku nzuri kazini, au wapinzani wamewakuta wakiwa e, na siku nzuri zaidi kazini. Unajua, jambo la kwanza kwanza unabidi uelewe, Simba Sports Club katika huu mchezo walidominate, maanake waliweza kutawala umiliki wa mpira. Ila waliweza pia kutengeneza nafasi, lakini hawakuweza kuconvert nafasi. Kwa mfano kama leo ni Ateba, umenielewa? Nafikiri ulikuwa unataka kuja lakini acha nikutangulie. hmm. Leonel Ateba uh, alikuwa, alikuwa na nafasi ambazo angeweza kuziconvert na kuweza ku, ku, kusababisha Simba kupata walau bao. Lakini akashindwa kutumia. Lakini kulikuwa kuna scenario ambayo aliweza kuchezewa faul na mlinda lango Mahmud Gad ambayo kwa namna kubwa sana ile ilikuwa ni clear penalty. Umeelewa? Yaani hakuhitajiki uh, mjadala wote mkubwa kwenye hii discussion kwamba ile ambayo ilitokea incidence ambayo ilitokea baina ya Leonel Ateba pamoja na Mahmud Gadi ilikuwa ni, ni, ni, ni clear, yeah. Penalty clear kabisa, of course. Na Almasri wamekuwa na hii tabia ya, ku, ya, ya ku concede penalty. Kwa mfano mwaka 2022 waliweza kuconcede penalty ambao ili, waliweza kumfanyia Shadrack Lukombe, lakini ilikuwa ni attempt ambayo iliweza kushikwa ndani ya penalty box na ikawa penalty ambayo ilikuwa converted na Al-Fahli. Kwa hiyo, uh, ile ilistahili kuwa penalty lakini ndio hivyo, mwamuzi pamoja na crew yake kwenye VAR, sijui sasa ile inaitwa, sijui VAR mjongeo au VAR mshangao, kwa sababu haikustahili kwamba eti v, wachezaji watoke wasogee kwa mwamuzi waanze kumharas na kusema hiyo ni penalty, penalty. Wale wana maamuzi wana, wana, wana, lile ile ndo kazi yao. Yani mchezaji kazi yake ni kucheza. Wale waamuzi ambao wako kwenye, wana officiate kile chumba cha VAR, ndo kazi yao, wamekaa chini wana ma TV pale yana maengo ya kila eneo ya uwanja. Hakutakiwa tokee mchezaji amfate mwamuzi aanze kumshinikiza kama walivyofanya Almasri. Of course Almasri wamefanya kitu ambacho kilitakiwa kufanywa, lakini kwa kwa Simba kutokufanya haimaanishi eti kwamba ilikuwa lazima Simba wamfate mwamuzi waka nini. Kutokuchukua kwa watu ndo kumesababisha wao kutopewa penalti. Yani ni kwamba Simba Sports Club wachukue hatua, wasichukue hatua Yani, mwamuzi pale anasimama kama mtu ambaye yupo kazini kwake, ana majukumu yake, anajua kabisa majukumu yangu ni haya haya haya na haya. Yani sio sio mchezaji aanze kum, kum, kum, kumlazimisha mwamuzi au kumfundisha majukumu mwamuzi. Wale walokuwepo kwenye chumba cha VAR kama mwamuzi wakati hakuona Traore, wao walipaswa kuangalia na kumpa signal kwamba oya, ili tukio ni kweli ni incidence ambayo inaweza ikawanufaisha Simba kwa sababu ni goal scoring opportunity kubwa, na VAR ndio iko kazi kwa ajili ya kazi hiyo. Sasa wai, wai, wai, wa, wa, wa, wa, wa, wa waliache tukio lipite. kwa hiyo mm, Simba ilikuwa inatakiwa iwe timu ya pili kuweza ku win penalty katika mchezo wa robo finali dhidi ya Al-Masri, lakini hiyo opportunity wameiua, na kama Simba ongeza kupata ile penalty, maanake mchezo ungeza ungeza ku, -ku, -ku, -ku, ku balance na pengine flow ya mchezo ingeweza kubadilika kwa ujumla wake. Faida pekee alionayo Simba ni kwamba anamalizia huu mchezo katika ardhi ya uh, nyumbani, hmm, Benjamin Mkapa, lakini tayari ana mzigo ambao anatakiwa usawazishe ili apate nafasi ya kwenda nusu fainali. Kikosi cha Fado Davis kinatosheleza kinajitosheleza kuvuka hatua ya robo kwenda nusu fainali. Unajua, lazima niwe mkweli. Sawa. Mimi nina haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano. Nina, hmm, haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano, yani mimi hapa Heavyweight. Kwa sababu gani? Kwa sababu before huu mchezo mimi ndo nilikuwa mtu pekee au sio pekee, lakini ni, nilikuwa miongoni mwa watu wachache ambao wametoa insights za huu mchezo, na mimi ni miongoni mwa mtu ambaye nimefuatilia Al Masry, nimefuatilia ligi ya Egypt na naijua vizuri Al Masry tuseme kuliko watu wengi na naamini kabisa opportunity ya Simba kuweza kuondoka na ushindi kuanzia mabao mawili katika mchezo wa marudiano kwa clean sheet upo kwa zaidi ya asilimia themanini. Trust me or not, themanini of course, themanini. Mimi mimi kwa upande wangu, mimi nampa Simba asilimia themanini ya kuweza kupata magoli mawili kwa clean sheet mchezo wa marudiano. Ila sasa mlima alioweka Simba hmm. sawa ni kuj... kwanza akishafika hayo mawili ajaribu kutafuta bao ambao lita, lita exceed ile aggregate ili aweze kuprogress bila ku kwenda ku, ku, kwenye penalty shootout. Hicho ndo kitu ambacho Simba wameki, wameki nini. lakini mimi ukiniuliza Heavyweight Dulla, sawa nimewazungumzia Almasri kwenye ukubwa wao umenielewa? Simba Sports Club pia nimeizungumzia kwenye ukubwa wao, na bahati nzuri watanzania wengi wanaijua Simba Sports Club na wanaiona na mechi zake wanaiona. Uwezo wa Simba kuweza kushinda magoli mawili katika mchezo wa marudiano upo ile ambacho kimeongeza me, ki ugumu uh, wa mchezo ni kwa sababu uh, Simba wakishapata hayo mabao mawili mm. still watahitaji bao la tatu pasipo kuconsid bao ili waweze kuprogress. Lakini mimi ukiniuliza kwamba prediction yangu katika mchezo wa marudiano mm. nakwambia kabisa Simba Sports Club wanaenda kuprogress kwenda hatua ya nusu fainali. Nakwambia kitu kimoja sasa hivi mm. watu wote upepo wao utasema kwamba kwa sababu Simba Uh, amesha concede mabao mawili, basi shughuli yake imeisha. Lakini nakwambia kitu kimoja, baada ya tarehe tisa au baada ya mchezo wa tarehe tisa mm. tutakuwa hapa hapa tunafanyiana mahojiano. Nafikiri itakuwa ni katika dimba la Benjamin Mkapa mm. nitakuwa pale mm. na utaku, utaniambia Jafe, kwamba mm. kwamba bwana ulisema kwamba Simba mm. Sports Club tarehe tisa mm. anakwenda kucheza, yani anaenda kujihakikishia nafasi ya kucheza nusu fainali mm. ya kombe la shirikisho barani Afrika, Afrika. kwa sababu Uh, kwa mtu mwenye jicho la tatu umeelewa alivyoutizama tu ule mchezo, anaelewa kabisa kwa intensity ambayo uh, Simba wameionyesha away dhidi ya Almasri, kuna possibility kubwa uh, wakaja wakapata ushindi mzuri tu katika mchezo wa marudiano possibly kabisa. Naongea kwa kujiamini asilimia mia, mia, kwamba Simba Sports Club wanayo nafasi kubwa zaidi, pamoja na kwamba Almasri anaongoza kwa aggregate ya mabao mawili sifuri so far lakini Simba Sports Club ana nafasi kubwa zaidi ya kuprogress kwenda hatua ya nusu fainali zaidi kuliko Almasri. Trust Uli, me ulikipanga kikosi na ndivyo kilivyokuwa, hmm. Hakuna mabadiliko hata ya mchezaji mmoja katika wale waliowataja. E, kimeshindwa e, kutumia nafasi ambazo zimepatikana. Ndio hicho hicho ambacho mwalimu aondoke nacho kwenda e, kwenye mechi ya marejiano. Sasa dakika 90 za kipindi cha pili, mara baada ya hiki kipindi cha kwanza kumalizika, unajua Uh, lazima niwe mkweli leo. Leonel Ateba uh, ni mchezaji mzuri sawa, eh? lakini uh, somehow kuna moments fulani anaikaba, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana Simba kwenye eneo la ushambuliaji, na kama umeangalia mchezo wa leo utagundua uh, Simba Sports Club kuanzia kwenye uh, build up mpaka kwenye eneo la katikati walikuwa wako uh, standard kiasi fulani, ila walikuwa wanakosa maarifa kwenye eneo la mwisho. Eli Mpanzo alikuwa anafanya mambo mengi sana maeneo ya pembeni. Umeelewa? Amecomplete dribbles kadha wa kadha kwenye half space. Amejaribu kuingia ndani ya penalty box. Amepiga cut out, amepiga v pass. Zote zinashindwa kuwa connected na Leonel Ateba kwa sababu mara nyingi alikuwa anafanya movement katika maeneo ambayo si sahihi kulingana na position ya mtu ambaye anamiliki mpira kwa wakati huu akiwa ndani ya penalty box. Hichi kitu ni kitu ambacho kimekuwa kiki. Unajua mchezaji au mshambuliaji mda um, mwingine unaweza ukasema huyu anafunga magoli mepesi lakini, kumbe anatengeneza anajiposition katika mazingira ambayo yanamfanya yeye kuweza kureceive mpira akiwa kwenye mazingira mazuri ya kufanya tapping ya, kufunga kabisa, uh, ya ya kuweza kufunga bao. Kuna nafasi unaona kabisa Eli Mpanzu yuko maeneo ya, ya, ya, ya pembeni ndani ya penalty box anajaribu kutaf, kwa sababu mwisho wa siku akishakuwa kwenye angle fulani ya, ya penalty box hawezi kupiga cross zaidi ya kupiga v pass. Kwa hiyo hutakiwi kuwa sam, kwenye mstari mmoja na na beki beki beki wa, wa opponent. Unatakiwa uwape uwarudi nyuma kidogo katika sehemu ambayo e, utakuwa free kuweza kupokea ile pass kirahisi. Unawa escape wale madefenders. Sasa yeye yeah, anakaa anajizonga nao kwa hiyo mwisho wa siku zile v vipass zinakuwa zinachukuliwa tu na viungo wa Masri na kuweza ku, ku, ku, kupoteza zile goal scoring opportunity. Sasa hiyo yeah, kitu ni kibaya, amenielewa, na lakini ukiachana na hivyo pia kwa eh, katika game ya leo Jean Charles Ahoua amepoteza mipira mingi sana mm. Nafikiri ni kwa sababu pia ya eh, eh, nafikiri pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walienda pale wakimchunga, kwa sababu ndio mchezaji mwenye takwimu nzuri kwenye eh, local league uh, lakini vile vile uh, ni mchezaji ambaye anakumbukwa alifunga bao pekee katika mchezo dhidi ya CS Sfaxien, na hawa lazima watakuwa wamereview mm, wakasema katika attacking play ya Simba huyu jamaa ndo amekuwa kiinfluence kwa upande mkubwa, kwa, kwa hiyo kwa upande huo Janjel ya huwa alipotezwa kabisa na akawa hana, mara nyingi sana pasi zake zinakuwa intercepted uh, akijaribu kuprogress mipira anajikuta anashindwa na vitu kama hivyo. kwa hiyo uh, ah, naweza nikasema, anatakiwa ajitahidi sawa, uh, kuimarisha kiwango chake katika mchezo wa marudiano, umeelewa? Lakini by the way Yusuf Kagoma sijaona kama ana performance mbaya sana kwa sababu Simba ilidominate kwa hiyo alikuwa ha, na average tu performance fulani average aere, lakini nategemea uh, uh, kuona, kwa sababu still bado wachezaji hao ulio wataja bado hawajaonyesha walau asilimia sabini ya performance yao. Kwa hiyo kama itafika katika mchezo wa marudiano Simba wakaonyesha at least asilimia sabini ya performance, nategemea kuona Simba wanaweza ku, ku, kupindua haya matokeo na kuprogress kwenda nusu fainali. Najua hichi kipindi ndo kipindi ambacho kinahitaji watu wenye roho ngumu, umeelewa? Kama livyo mimi wa kuona kitu ambacho watu wengine hawawezi kuona kwa sababu mimi naona kitu ambacho watu wengine hawawezi kuona, na baadaye mimi nakuwa na mtu wa kwanza kusema kwamba Simba ata progress kwenda nusu fainali, wananiona kichaa, alafu baadaye akisha progress kwenda nusu fainali eh, watu ndo wanakuja hawarudi tena kwangu, watajipa wao maua kwamba timu kubwa hivi na hivi, mimi niliona hili nani. Sasa mimi nasema leo leo, katika mchezo huu, hata siku haijakucha, ina inakwenda of course, of course inakwenda kwa, kwa kwa kwa kwa mimi ninavyokuambia, Almasri anafungika vizuri sana na safu yake ya ulinzi inavuja vizuri, na mipira inapenya kwenye eneo la kiungo. Ni vile tu Simba leo, mtu yeyote muulize, atakwambia Simba kuna nafasi kadha wa kadha wali create, na pia walinyimwa penalty halali kabisa. Na kwa kuanzia, wanabidi waipe pressure Umenielewa? Wanabidi wa, waipe pressure hii mechi kwa kujaribu kuripot wale maofficials kwenye VAR kwa nini walinyima ile penalty halali. Wajaribu pia kuwekeza nguvu kwenye ee, kuwapa pressure waamuzi na vitu kama hivyo ili watende haki. Unajua nikisema kuwapa pressure watu watakuwa wanaona kama kupanga matokeo. No, watende haki kwa sababu Simba Sports Club kashanyongwa leo. Umeelewa? Kwa sababu ile bao uki, ukienda tuna ushindi wa ukiondoka uki na ushindi wa mabao mawili kwa moja away dhidi mm, ya Simba, wewe bado hujafuzu kwa sababu akikupigia kimoja tu Benjamin Mkapa unaondoka wewe. Tunayo nafasi ya kuendelea kuyajadili mengi ambayo tumeona kwenye mchezo uh, wa hi leo uh, Simba Sports akiwa ugenini kwa Almaseri, vipi itakavyokuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa uh, Dula hivi ameamua kuchagua upande mgumu wa kuiona Simba inavuka kwenda hatua ya nusu fainali. Niseme tu assalamu alaikum, wacha tuone uh, kitakachojiri katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuendelea kukupa updates ya kila kile ambacho tumekiona kwenye mchezo hii leo. Asalamu alaikum.